Mkoa ni Kigoma. Mkuu wa Mkoa wa Kigoma Brigedia Jenerali Mstafu Emanuel Maganga amesema hata sita kumkamata mtu atakayebainika kupanga ama kutaka kutekeleza siasa zenye lengo la uchochezi na uchonganishi. Brigedia Jenerali Mstafu Maganga ametoa kauli hiyo kufuatia kiongozi mmoja mtaa katika kijiji cha Nyumbigwa wilayani Kasulu kuandikia barua viongozi wa ngazi za juu akidai kuwa mradi wa maji katika kijiji hicho umejengwa chini ya kiwango na kwamba mabomba yake yamepasuka. Mwandishi wetu, Doto Elias kutoka Kigoma ametutumia taarifa ifuatayo. Jenga chini ya kiwango hususani tenki, mabomba na chemba ambavyo husababisha mabomba kupasuka mara kwa mara. Mipasuko ya bomba mpaka sasa niandikapo barua hii imefikia mia <laughs> moja ishirini na nane. Fedha iliyokatwa mzabuni kwa kuchelewesha mradi haikuwekwa kwenye akaunti ya maji ya kijiji, imeiliwa na idara ya maji ya wilaya ya Kasulu. Tuhuma hizo zimemlazimu mkuu wa mkoa wa Kigoma Brigadier Jenerali Mstaafu Emmanuel Maganga kufanya ukaguzi kwenye chanzo cha mradi wa maji na mtandao wa mabomba katika kijiji cha Nyumbigwa na kubaini mivujo miwili kwenye maungio ya mabomba na sehemu yenye dalili za kuvuja maji tofauti na ilivyoandikwa kwenye barua. Kweli, katika hali ya kawaida nchi itaendeshwa kwa njia hii, kwamba hapa anaandikiwa waziri mkuu kuna hujuma <laughs> <laughs> eh, Mheshimiwa Waziri Mkuu, njoo, kuna hujuma, watu wamekula hela. Eh, taarifa <laughs> <laughs> ijatolewa, ndio ija <laughs> maana utekelezaji umechelewa. Kweli wilaya nzima imeshindwa, ingejulishwa, ingeshindwa kutengeneza <laughs> haya. Uh, hey, twende bana, utuongozi sehemu nyingine. Katika mkutano na wananchi Maganga katoa kauli, kauli ambayo inaungwa mkono na baadhi ya wa wakazi wa kijiji cha Nyumbigwa. Tumekwenda mguu kwa mguu, kituo kwa kituo, sehemu zinazoitwa zimepasuka, kimsingi ni zimelegea. Mimi huo naita ni uchochezi. Ukijipanga kuandaa na kutekeleza siasa yenye lengo na kuleta uchochezi, nasema hivi tutakukamata na, kwa sababu nchi hii inaendeshwa kwa utaratibu wa sheria, tutakufikisha mbele ya vyombo vya sheria. Kumekuwa na siasa zisizo na tija. Kweli watu hawa wamechangia tangu mwanzo mradi huu kuwa yani haujakabidhiwa kwa sababu ya, ya mambo madogo madogo kama hayo. Tangu tuhamie hapa, hatukuwa na maji, tumekuwa tunachota maji kwenye vyanzo vya maji ambavyo mpaka sasa hivi vimeshakauka. Bila mradi huu tungekuwa tumisha haribikiwa zaidi. Mkuu wa wilaya Kasulu Kanari Martin Mkisi akatoa ahadi ya kutekeleza maagizo ya mkuu wa mkoa. Na wale watu wanaotukwamisha, hata mheshimiwa Rais anazungumza, ukiona watu wanaokwamisha, nyinyi ndio mkwamisha kwanza. So, kwa kama kuna watu wanaitaeta siasa au mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi na kuahidi kabisa, wanakamatwa wanafikishwa kwenye vyombo vya sheria ili watuambie kwa nini wanasumbua subua wananchi. Kutoka Kigoma, mimi ni Doto Elias wa TBC.